Kamu hiyo inawafanya kuungana pamoja ili kushinikiza eneo hilo kurejeshwa mikononi mwao. Tunaelewa kisheria, kilo kilometa mraba ina eneo ya kuyachia kijiji. Tumewaomba kama mradi wenu mtataka kuweka hapa, kijiji hakija saini na sisi hatujakubaliana na u mradi basi, tuachieni eneo na sisi kipande tunufaike nacho kama wananchi. Hatuna mazungumzo ya aina yoyote kwa njia ya serikali pamoja, hata kampuni la Shanta wanatuona kwamba sio watu ama ni watu. Na sisi miaka mia mingi maeneo haya ndio tumezoea, hadi kwenye nyumba zetu wanasema ni leseni zao. Kwa hiyo tumewachoka, tumewaandikia barua, tumekaa kimuktasari, kwamba watuachie eneo hili la kwetu, lakini bado wanatumia ubabe. Wapo wanaodai kuzaliwa katika eneo hilo na wamewazika wazazi wao, lakini leo wanatakiwa kuondoka ili kumpisha mwekezaji. Sisi ndio wazao hapa tuliposimama. Huyu ni baba yangu mkubwa huyu hapa pembeni ni shangazi yangu. Yaani mimi huwezi kunikwepa, kila sehemu utawenda utanikuta. Kwa hiyo unanipeleka niende nkaishi wapi? Hapa na furahi niko nyumbani, leo unaniambia niondoke, niende wapi? Sina kwa kwenda. Viongozi tumelia sana kwa viongozi, lakini hamna kwa kutusaidia hata siku moja, kwa sababu sina uwezo wa kumhamisha huyo aliyolala hapa, babangu, wanangu hao hapa wawili, au huyu hapa babangu mdogo, huyo hapa mdogo wangu, bibi yangu huyo hapo, mzaa baba mama huyo hapo, unaona. Mimi sitaki kuondoka mapele. Akizungumza nami kwa njia ya simu, mkuu wa wilaya ya Chunya Mbaraka Alhaji Batenga amekiri kuufahamu mgogoro huo. Ni kwamba mgogoro wao unaufahamu, na barua waliandika niliiona, na baada ya kuiona nikaunda hiyo kamati. Tunasubiri hapa ni kamati ianze kazi ili baadaye tubaini hayo wanayolalamikia na ukweli kiasi gani, tutachukua hatua kwa mujibu wa yale tutakayokuwa tumeyabaini. Kimsingi, wachimbaji hawa wanaeleza kuwa hawapingani na serikali Isipokuwa wanachohitaji ni kuachiwa eneo hilo ili waendelee na kazi ya uchimbaji ambayo ndio nguzo kuu ya maisha yao. Kakurumsim, Azam News, Mbeya.